Walipowaambia mambo hayo kanisa lilifurahi, kanisa la Antiokia lilifurahi. Lakini mambo haya ni muhimu, huu ndio msingi ambao mitume wanasimamia, na kwa sababu ndio msingi ambao mitume wanasimamia, Paulo ambaye alikuwa hapo mwanzo hakuwa miongoni mwa mitume Ndilo ambalo Paulo analishika kwa moyo wake wote, na ndicho kitu ambacho Paulo anakifundisha. Ukisoma wa Korinto wa kwanza sura ya nadhani ya kumi, Paulo analionya kanisa la Korinto juu ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nitaelezea baadaye kidogo, na kama ndio msingi wa mitume Kwenye somo letu la pili tumesikia ule mji mpya Yerusalemu, ambao ameona Yohane wenye milango kumi na mbili, majina ya mitume yameandikwa mji huo, ambao una pande hizo nne, majina ya wale kabila kumi na mbili zimeandikwa mitume hao ndiyo msingi, ndiyo msingi wa kanisa ambalo Kristo aliliacha. Kristo aliliacha kanisa lake kwa mitume ambao ndiyo msingi. Kwa hiyo mafundisho haya ambayo mitume wanatoa ndiyo msingi wa imani yetu, kwamba myazingatie yaliyo lazima yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu nisome katika waraka wa Paulo mtume kwa Wakorinto ule ile sura ya kumi nianze aya ya kumi na tisa msingi huu umeingia kwa Paulo na Paulo anasema nini basi niseme nini ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu, ninarejea kwenye huku chini, ambako fundisho la Yerusalemu, agizo la kanisa la Yerusalemu, kanisa ambalo ni mitume wanawaambia kina Sila pamoja na Barsaba wapeleke ujumbe huo kwa hili kanisa lilofedheheshwa, kwamba lazima watahiriwe kwanza, na wao wakasema hapana, hatuhitaji kuwatwika mzigo huu au kongwa hilo, ila sikilizeni hiki basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu au ya kwamba sanamu ni kitu sivyo? Lakini vitu vilivyo vile vilivyovitolewavyo sadaka, wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Hivyo vitu ambavyo wanavitoa sadaka, wanavitoa kwa mashetani wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Paulo analilia, analiambia kanisa la Korinto, wa Korinto wa kwanza sura ya 10 ile aya ya 19 hadi aya ya 21, Paulo amelipata wapi? Walipoenda Yerusalemu kwa ajili ya kufika mwafaka kwamba ni lazima kwanza mtu atahiriwe ndio baadaye abatizwe awe Mkristo. Kanisa likasema hapana. Wayahudi walienda kanisa katika hali ya kimwili zaidi, hawa wamekuja katika hali ya kiroho, hali ya imani zaidi, kwamba kuna vitu ambavyo vinalinajisi kanisa kuna vitu ambavyo vinatunajisi. Ukisoma Yesu mwenyewe anasema kwenye Marko ile sura ya saba kuanzia aya ya ishirini na kuendea mpaka ishirini na tatu kwamba ni vitu gani vinavyotutia unajisi? Vitu gani vinavyotutia unajisi? Matukano, washerati, uzinifu, wizi na mambo yanayofanana na hayo, utayakuta lakini pia Paulo anaendelea kuwaambia kanisa la Wagalatia, ukisoma Wagalatia sura ya tano kuanzia ile aya ya kumi na tisa mpaka ya ishirini na moja unakutana na vile vilema vya dhambi, wivi, uuaji, ulafi na uasherati, uchawi, ushirikina, mambo ya namna hiyo yapo ambayo ndiyo yanayotia yanayomtia mtu unajisi, siyo swala la tohara kwamba mtu amekatwa govi yake kwamba hiyo imfanye kuwa Mkristo. Hapana, kanisa likataa hayo, na Paulo akakamata fundisho la kanisa, fundisho la mitume ambao majina yao yamewekwa kwenye msingi wa hili kanisa, ambalo Yohane anauona ule mji, ambao Yohane anauona mji wa Mungu, mji mtakatifu Yerusalemu mpya ambayo haijajengwa kwa mikono ya mwanadamu bali Mungu mwenyewe ameujenga. Yerusalemu mpya ambayo haimulikwi tena na mwanga wa jua, bali Kristo ambaye ni nuru halisi, ndiye ambaye ni mwanga wake. Yohane anasema ndani ya lile heka, ndani ya mji ule, sikuliona hekalu. Manake kazi ya hekalu ni mahali ambako watu wanakuja wanaomba na wanatoa sadaka. Ndiyo maana ukisoma waga, mambo ya nyakati wa pili ile sura ya saba U, sura ya sita huku mwishoni ukiunganisha na sura ya saba utakuta wakati wanalitabaruku kanisa, sio kanisa, hekalu la Sulemani. Sulemani anamsihi Mungu, ikiwa watu walioitwa kwa jina lako watakuwa wamepigwa na njaa tauni au magonjwa au maradhi au balaa au mikosi, wakija katika nyumba hii wakakusihi uwasamehe na uwaponye, wakiwa wamepigwa pengine na adui vitani, wakija mbele ya nyumba hii, wakija au wakielekea nyumba hii, basi wewe usikie huko mbinguni na ukawape yale yaliyo mahitaji yao. Kasome Mambo ya Nyakati wa Pili, hiyo sura ya saba sana sana sura ya sita uanze kule mwishoni mwishoni, huku mistari ya mwishoni mwishoni, na sura ya saba mpaka kwenye mstari wa kumi na tano utakutana na haki kinachokuambia kumbe, hekaluni anasema, wakija kukutolea sadaka usikie. Hekaluni ni mahali pa kumtolea Mungu sadaka, ni mahali pa kusali. Kule mbinguni sio mahali pa kusali tena, sala zetu mwisho ni hapa. Kule mbinguni ni mahali ambako tutakuwa tumemshiba Kristo, hatuna mahitaji mengine. Leo tunasali kwa sababu tunataka tuunganike na Mungu na yeye atupe yaliyo mahitaji yetu. Tutakapoenda mbinguni huu mji ambao ni Yerusalemu mpya ambao haujajengwa kwa mikono ya wanadamu, tutakapofika kule, Kristo atakuwa ndiyo mwanga wetu, atakuwa ndiye nuru yetu, na yote yaliyoko gizani hayatafichika tena, manake kilichogiza, nuru na mwanga havichangamani. Ile nuru halisi, yeye ambaye anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye ajaye kwangu hata kwenda gizani kamwe. Manake kama uko ndani ya Kristo, giza halitakutawala kamwe. Na giza giza, giza ni lipi? Haya matendo ambayo anayesema, vitu vilivyosongolewa sanamu kutoa sadaka kwa sanamu au kwa miungu ndicho kitu, ni vitu ambavyo ni giza katika maisha yetu. Giza sio hili giza ambalo kwamba umeme umekatika, TANESCO anafanya marekebisho mahali fulani, umeme ukakatika majira usiku, tukaona giza. Haongelei giza hilo. Yesu anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye aniaminie hata kwenda gizani kamwe, manake anatembea katika nuru yake, anatembea katika haki anatembea katika upendo, anatembea katika amani, anatembea katika furaha, anatembea katika kutoa msamaha. Huyo mtu ni mtu ambaye hayupo gizani, ni mtu anayetembea kwenye uwepo wa Mungu, ni mtu ambaye hekalu, yeye ndio hilo hekalu, manake nuru ya Kristo, nuru ya Mungu iko ndani yake. Tumsifu Yesu Kristo, yes. Paulo anawaonya wa Korinto, kanisa lake la mwanzo Kanisa lake la Korinto Paulo, amelidaka wapi? Amelidaka kwa mitume, fundisho la mtaguso. Sanamu, vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Swali la kujiuliza, mimi na wewe hatutoi sadaka kwa sanamu, kwa miungu? Hilo ndilo swali ambalo la kujiuliza, hatuko kwenye maisha ambayo ni ya giza giza. Hilo ndilo swali ambalo tunajiuliza, tunatakiwa tujiulize. Anaongelea na uasherati. Hili neno uasherati lina maana pana, lingekuwa ni kwa lugha husika kabisa, wanasema porneia. Hilo neno porneia ni pamoja na pengine picha za ngono, picha za uchafu pengine na tamaa za miili yetu, pengine na hisia zetu, hayo yote ni uasherati. Anapoongelea swala la uasherati, mtu alioko kwenye ndoa asija akajitoa akajiengua akasema Aa, uko ni kwa vijana. Manake mara nyingi tunasema uasherati ni nini? Kwamba uasherati ni watu wawili ambao hawajaoana wamefanya uzinifu pamoja, wamelala pamoja, huo ndio uasherati. Na sasa huyu ambaye hajafunga ndoa pamoja na ambaye amefunga ndoa, mmoja anasema mmoja amefanya uzinifu, manake amekosa uaminifu kwa bwana wake au kwa mme wake au kwa mke wake, na huyu hakuna mahali ambako amekosa, amekosa, amekosa uaminifu, manake hana mtu ambaye yuko juu yake.